Haiwezi kutufunza kitu, yani kama goli letu tunafunga linakataliwa, si tujifunze nini? Sasa kikubwa anacheza nini? kikubwa ni kufungi magoli. Mimi sana, mimi nawambieni kila siku, hamna haja ya kuhangaika ku, na hali ali anaumia Azamu inafanya vibaya, ni kijana wetu eh, ni kijana wetu aha, anaipenda sana okay. Mi nawapeni challenge Ali kabla hajaenda kuwa kufanya kazi Yanga, hata kwenye Instagram yake pitieni ile siku ametangazwa kwenda Yanga, kuanzia pale rudi nyuma okay, e, utaona jezi zote amevaa za Azamu ukimona okay. Okay. Zipo anazo zingine, basi kama kazifuta, nenda mtandaoni kazitafute, kwa sababu hawezi kuifuta za Instagram, basi nenda mtandaoni kazitafute, utazipata. Yani ukienda tu kwenye Google utazipata tu, zipo. Tumecheza na nini kwa sababu ni ndio familia. Anaumia nyumbani, yani mambo ya nyumbani anamuuma sasa. Mimi napata raha kazini, afu nyumbani naumia, unajua eh, kwa lazima ata ata ata ata atakuja kutusisi, anafanyia eh, ili wale wasimuone kwa nishabi. Anaumia kwa sababu wanataka aone, tumeshinda amefurahi. Asa, mbona kana anaumia tumeshinda, kumbe anaumia huku.